Driver, watu wengi wa huku bwana, umeona kama huyo hapo, hyo ya ameekaazadiule we. Huyo kaekaazai kwa sababu gani anatembea less than 50 miles per hour. Kisheria ukiwa unaendesha truck 18 wheeler, ukiwa unaendesha truck, naendesha mimi 18 wheeler ya matairi 18 yama ukienda less than mile per hour inabidi uweke hazard. Unasikia hiyo nalia hapo, naenda mile per hour, less than mile per hour unaweka hazard, kwa sababu unaenda mwendo mdogo. alafu unatakiwa ukae upande wa kulia, laini ya kulia, sababu laini ya kulia ndo magari zinaenda taratibu Line ya kushoto ndo gari zinaenda speed spidi. Kwa hiyo wezi ukakaa line ya kushoto wakati unaenda slow, utasababisha ajali na polisi akikukamata, anakupa tiketi. Polisi akikukamata unakula nini? Tiketi, kwa sababu gari umekaa sehemu ambayo gari naenda spidi, naenda kidogo kidogo. Unaona hizo zinazonipita, hebu angalia. Unaona zile ziko kushoto, kwa sababu mimi nimekaa kulia naenda taratibu na mzigo mkubwa mzigo wangu mzito wa fublima. Halafu kitu kingine kingine, jambo lingine ni kwamba state ya California, sheria ya state ya California, ukiwa unaendesha watu 18 wheeler kama hilo mbele. 18 wheeler hiyo hapo, hiyo imeharibika hiyo unaona, bwana eh, ukiwa hapa sasa, tunakaribia kushusha mlima maili tatu, 5 asilimia umeona. Kwa hiyo nilikuwa nataka nimalizie. California, sheria ya California ni kwamba ukiwa unaendesha 18 wheeler, it doesn't matter, no matter what, wewe utakuwa unaenda spidi zako ni 55. Uwezi kuzidisha zaidi ya spidi 55. Spidi limit kwa truck driver 18 wheeler, more than 3 axles, unatakiwa uende spidi 55, umeona? 55, kwa hiyo ukenda hivyo vote vibao unaweza ukavisoma, vote vibao hivyo, unaona ah, I wish ningesimama pale niwaoneshe chini kule bonde, kingoja nikisimama kingine nitasimama, unaona no. Kwa hiyo ukiwa unaendesha 18 wheeler utakiwa kwenda speed more than 55 mile per hour, ukienda 55 mile per hour unakula tiketi. Ee, tena hapo kuna sign, kuna kuna taa kuna nani traffic information unasoma. kuna, kuna, kuna, kuna when flash, yani ukiona hizo taa zina flash zinapiga kimwelumwelu, ujue kuna kitu, unasoma unajua nini kinachoendelea. Unaona bwana, umeona hiyo hiyo view yake? Umeona hiyo view yake? hiyo view hiyo, hili ni nchi Linchi likubwa sana yaani, hili lilinchi ni likubwa mpaka basi. Mona, linchi likubwa mpaka basi, haja ingeingia hapo Vista Point. Hapo Vista Point manake, ukiingia hapo unakaa unaona mji vizuri, unaangalia. Lakini hapo siku siku isingeweza kuruhusiwa, truck isingeweza kuruhusiwa. Anyway, next time

Sio umepaki eti pembeni umepaki tu ume kwa ume ume no, sababu si, yeah, no tu umepaki kwa sababu tu, yani unataka kupaki eti umepaki, sio hivyo. Umeona, umeona bwana. Kwa hiyo hivyo ndo vitu hivyo ni vinini vinaitwa yondo hivyo niko na nataka nikumbe kuhusu nyamwengani au vipi? kuhusu nyamwenga kuhusu nyamwengani nya au vipi bwana. so, sumaona uh, kwa kushoto wanapiga mashine tu wanalipita tu yani, kwa kushoto wewe una speed sio, na speed kwa sababu speed tu, kushoto mbele, kushoto una speed, kuna speed limit, usi speed ovyo. Speed ovyo kuna ticket vile vile. Au vipi. Eh, na huko kushoto kuna a speed limit. Au vipi. Eh. Kwa hiyo nimetoka Oregon naenda Texas. Texas. Texas. Au vipi one. How many hours?

piga mashine masaa kumi na moja ndio unayopewa kisheria sheria sisi truck driver hapa unyamwengani tumepewa masaa kumi na moja masaa kumi na moja unaendesha ukimaliza masaa kumi na moja yako unapumzika masaa kumi. Unapopumzika masaa kumi, kuna kompyuta iko chini hapa, siku ndawaonyesha hii kompyuta hii. Unaweka kwenye sleeper berth, sehemu inakuonyesha wewe umelala, unalala, unapumzika masaa kumi. Baada ya masaa kumi, anapofika kompyuta automatikali inakupa masaa mengine kumi na moja wanaita new shift, unapewa new shift, unaendesha tena masaa kumi. Kwa nini wanafanya hivyo? Wanafanya hivyo kwa sababu ya safe. Uwezi kuendesha more than 11 hours, utakuwa umechoka, na the more unako tired na akili yako inakuwa haifunction. Mwili unakochoka unapata joto, akili haifunction, ufikirio unakuwa mdogo, unaona kama kukilio. Unaweza ukasababisha ajali, unaona bwana, ndio maana lazima upumzike. Ole wako ukutwa amaendesha zaidi ya masaa kumi na moja utapigwa bonge la tiketi mpaka uone na kizunguzungu nzee, utapigwa tiketi lazima. <tipa> tushie na ndizi kidogo, matunda muhimu matunda muhimu, sio? ni kiongozi wa Yanga matunda ngozoma, atunda muhimu au vipi bwana hapo? yeah. <tipa> <tipa> kidogo tuna slow down, si kuna nini mbele, unaweza kukaa na msala huko, slow down kwa hiyo baada ya kupumzika masaa kumi kompyuta automatikali inakupa masaa kumi na moja mengine hiyo, lakini itabidi niielezee kiundani zaidi. Yani unatakiwa kwa wiki kuna masaa unapewa, unapewa masaa sabini kwa wiki. Ushapewa masaa sabini kwa wiki, unatakiwa uendeshe masaa kumi na moja, lakini kabla ujamaliza masaa kumi na moja unatakiwa uchukue breki kabla masaa nane uchukue breki ya nusu saa. Baada ya nusu saa ile masaa mengine ndo anadondoka, unamalizia shift yako. Na hapo hapo kwa wiki unapopewa masaa sabini, akiisha kwa wiki unatakiwa pumzike masaa thelathini na nne ili upate masaa mengine sabini. Yani ni, ni, ni somo lingine kabisa, yani kuhusu hiyo kitu hiyo. Na mara nyingi sana unavyoendesha Ukisema upitishe masaa kumi na moja kwa sababu hivi vitu viko kwenye system kazini, wanaona we umezidisha, lazima akupigie simu akuulize, bwana vipi, mbona unaendesha tu, mbona unakanyaga twende tu au vipi? Umeona mchizi, wape pembeni ho nawapo na blue, blue pickup truck, wape, wana, kanyumba kinyumba ndani hicho hicho kinyumba hicho Mtu ana nani huyo? Umeona, huyu anaweza kawa ndo anaishi humo. Umeona, au katoka za kivacation eh. Au vipi? Umeona cho kibao kinasemaje? camping exit 773 camping Yaani ukiexit hapo, umemwona yule nilokuambia yule mwenye pickup ya bluu yule yule, akiexit akienda pale, ana kemp anakaa pale kwa watu wanaenda ana kemp. Umeona? Okay, nilikuwa naelezea mambo ya masaa. Mambo ya masaa ni somo moja moja refu sana, yaani na truck driver lazima uelewe hiyo sheria ya masaa lazima, na ukiingia kwenye kampuni lazima kwenye orientation 3 days, hiyo vitu ndio wanakufundisha sasa. kwa hiyo

Kwa kipande hichi kidogo nilicho hapa, i hope mta enjoy kwa hii information ndogo nilio hapa ya leo kutoka Unyamwengani. Kwa hii information ndogo tu nilio hapa yani, mwaka huu mwaka huu yani, tutapiga tuta, tuta, tuta sana tu wa Marekani. stay tuned na mimi kwenye YouTube channel yangu ya, truck truck driver, vegan truck driver. Makau, nataka naobe vihendo vihendo vya maana kwa sababu ndo kwanza sama inataka kuingia bado kidogo, mpaka mojiwasio tuna muda kwao makau. Huu naopa viendo vingi sana yani, viendo vitakaa kumwaga. Stay tune na mimi oye, kazi yako ni kunini? Subscribe, share, like au vipi? Ndo vitu ambavyo unatakiwa kufanya. Yani unataka kufanya hivyo vitu, utaka subscribe, utashare au vipi, uta comment umeona? Hivyo ndo vitu ambavyo mimi na nitafanya hii YouTube channel iendelee kwa kasi zaidi na kupata video nyingi. Wewe kazi yako ndogo, ukisubscribe, ndo mwana anapata ile power ya kurekodia na eneo mimi nataka niingie, this time this time ntaingia mpaka makaburini kwenda kule kule, kurekodi wamarekani wanazika vipi, mnyamwezini watu wanazikwa vipi. Nataka siku hiyo niingie, ndawapeni hivyo viendo au vipi bwana, ndio wapeni viendo vyote au vipi? Lakini wewe bwana, usisahau ku subscribe share, comment au vipi bwana, na kulaiki

sikuwa mwingine akasema, ah, eh bwana mnyamwenga bab kubwa ni opinion zote zinakubalika au. Lakini mimi mnyamwenga kutoka zangu mburati, ile mburati kiumeni, mburati moja ile komando yote wale wote, ile mburati ndo mnyamwenga anatokea kule mburati kiumeni, nawakilisha ukijahapa majibu hapa kijamzaparauni ukija chini kidogo naka kidogo ruanga hapo abitkaenga ukijapa juu kidogo kipandisha Manzese ukijahapo ukia Argentina ukijapo ukijapa Kagera hapa au ukokote tunawakilisha, lakini original kawaati zambarauni au vipi? Basi mi ngoja niwaache, ah, niendelee na shughuli nyingine, katika mishemishe za nyamwingani. Au vipi? Hey, si tunawakilisha, tunapiga mashine, tunanyosha goti kama kawaida. Mwendo yani, hapa ni kunyosha goti mwanzo mwisho, eh. Hey, au vipi bwana, tunakuja kulala nyumbani Afrika. Hapa hatulali, hapa tunapumzika. Tunakuja kulala hapa, tunapumzika hapa, unapumzika kidogo, ukiamka mwendo kasau. Yenyewe nyumba ujue, siku nakupatua, nakupatua. Hii ngoma hii, dinga inakupatua hii nyumba, ujue yani hii kama jeshi la mtu mmoja. Nyumba ya nini Una vitanda hivyo viwili chini na juu. Una microwave humo ndani. Kuna friji. Una jiko humo ndani. Sasa mimi nikachukua apartment yangu. Afu, jeshi lenyewe la mtu mmoja. Sasa kama jeshi la mtu mmoja, si unakibasketi tu mzee, mwendo unakimbia fresh. Lakini ukiwa na ile shangazi kaja ile unajua anachokiongea shangazikaja, naoma no, maisha haya. Jeshi la mtu mmoja a kikuugushwa tu, umekimbia mbio mwendo, lakini we mzeo na shangazikaja hilo hiyo shangazikaja, mwanangu, kwa kazi kama hizi ujue lazima kucheki ile shangazikaja ya uko wapi, mbona unipigisi, mbona nimekupigia hujapokea, lakini kwa sababu jeshi la mtu mmoja amna koliwan sijui kama mmenielewa. Wanyamu wenga watakuwa wamenielewa. shangazi kaja, maisha haya noma huku, tumekuja kukimbiza bwana. Kuna stori moja hiyo mekumbuka na mwanangu mmoja, rest in peace, mashoto hapo

sisi tumekuja kukimbiza huku au kama unakuja na na shangazikaja, yani shangazikaja ni kwamba ile begi lina shangazikaja, ujue lile lile kulibeba ujue, uwezi kulibeba vizuri, yani alikuwa anamaanisha shangazikaja kwa mimi. Sasa hivi wanaisema shangazikaja, lakini shangazik Kilo tumekuja kukimbiza si si, kwa sababu sisi hapa unajua, sio wapita njia. Unajua, hii Afrika unajua, Botswana, Botswana ndio wameendelea. sisi Tanzania, umeona wako mzuri, lakini sio ndo kwamba eti unakuja unakuja Botswana na mke, kwa sababu pale kitu chochote kinaweza kikatokea. Mzee, uko flexible, uko songa. Ndio ilikuwa mindset yetu sisi pale, kama tunapita njia sisi pale, kwa tujalizika sijui eti sivuku sijui nini sijui mchele, mchele, nini

ana sehemu ya kuruka, unaruka. Sehemu ya kupaa, unapaa. sio sehemu ya kupaa tena, unaweza kupaa. ushangazikaja inakuelemea, au vipi bwana? ni ayusho au haya. Jamani, next time, kama kawaida, nimekuambia subscribe, like, share, comment, au vipi bwana? ili video nyingine zizidi kuongezeka, kwa sababu unavyofanya hivyo hivyo, vitu nilivyokuambia vinne, subscribe, share, e na mazagazaga mengine alikwambia, subscribe, share, comment, subscribe, share, comment, like, vitu vinne, ukifanya hivyo no. Naongezeka mambo ya video ma video, anakuja kumwaga, yani mavideo yanakuja ya kumwaga. okay, ndugu zangu, shukrani sana. Mimi ngoja niwaache kwa leo, ngoja nikanyage goti, ni concentrate kwenye kuendesha. Sababu sometimes lazima concentrate kwenye kuendesha sababu ya magari yetu mazito sana, lazima concentrate kwa focus, focus. Haya, next time